afanya mazuri sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya ya yapo, lakini swala hili alipolifanya hatukubaliani nalo hata kidogo. Tunamuomba na tunahitaji atoke hadharani, aombe radhi, aombe radhi kwa alichokifanya na kwa kauli aliyoitoa, kwa sababu hiyo ndio iliyopelekea kutokuwa na imani na vyombo vyake vyote vinavyosimamia huu mpira wa nchi hii. Ni uombe uongozi wangu chini ya Rais wetu mpendwa engineer Hersi Said kupitia barua na andiko walilolitoa, msimamo wa klabu na msimamo wa wajuu wa kamati tendaji. Kamati tendaji tuliichagua sisi pale. Huu ndio msimamo wetu sisi wanayanga Dodoma na wanachama wa Dodoma. Kwa hii mechi sisi hatutaicheza tena. Tena na tunamwomba injinia Hersh Saidi kwa heshima kubwa, kwa heshima kubwa pamoja na kamati ya utendaji waitishe mkutano mkuu ili kulijadili ajenda hii moja. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mpira wa Tanzania umekuwa na mambo mengi sana nadhani, toka sakata hili lime, limeibuka kumekuwa kuna sema mambo mengi kwamba itaingia siasa itawabembeleza kuepusha haya yote, siasa, sijua hekima, tuliweka taratibu za nini? Kama tunatumia busara, basi mpira uongozwe na busara tu, haina haja ya kuweka kanuni na taratibu. Kama tuliweka kanuni na taratibu na zikapitishwa wote, tuzifate nchi zinazoendelea tunataka kufikia level ya timu kama Alahali, mashirikisho makubwa kama yale, tendeni haki bila kuangalia huyu ni Yanga, huyu ni Simba, huyu ni Mtibwa, huyu ni Kangold. Mnataka kusema ndugu zangu, je, Yanga angekuwa anacheza na Kaingold alafu ikatokea hii situation leo, Yanga asingepewa pointi tatu? Kwa nini inashindikana kwenye hili? Kwa sababu ni Simba, au kwa sababu viongozi wetu wakuu wenye maamuzi ya mpira hapa nchini wana vinasaba na hizi timu? Tunapowapa dhamana, tunapowepo heshima ya kuongoza huu mpira wetu Tanzania, tunajua hatuwezi kupata mtu ambaye hana ushabiki na timu hizi mbili, lakini naamini tukisimama kwenye weledi viongozi wetu wakisimama kwenye weledi sharia na kusimamia sheria ambazo zimewekwa ili swala ni jepesi sana, lakini kiongozi mkubwa anatoka alikotoka, cha kwanza tu anashuka airport, anaanza kuonyesha yuko upande gani. Watu wametumia gharama kubwa, wadhamini wa mpira wameingiza pesa nyingi za maandalizi ya timu hizi. Mechi ile ni kubwa sana Afrika mashariki na kati, watu wamelipia matangazo kwa ajili ya mechi ile. Lakini leo kiongozi mkubwa anayesimamia mpira nchini anatoka na kusema majibu mepesi tu, kwamba oo, kama nyewe wasafi, wachafu. Kama ni wachafu, kwanini wewe unaruhusu uchafu? Kwa sababu kama ni wachafu na wanaendelea kuwepo na wewe unawakubali, ni kwamba na, kwa na wewe ni mchafu. Na atuambie uchafu wa viongozi wetu ni upi? Asituongelee mafumbo. Sisi tuliona udhuri na usafi wa viongozi wetu tukawachagua.